Kwingineko ni kwamba mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya kukabiliana na bidhaa ghushi Josphat Gichunge Kabeabea ameachiliwa kwa dhamana na mahakama ya Milimani inayoshughulikia kesi za ufisadi. Kabeabea bea anatuhumiwa kwa madai ya kupokea hongo ya zaidi ya shilingi milioni sita ili kushawishi kutokamatwa kwa mfanyabiashara mmoja kuhusiana na madai ya uuzaji vipuri ghushi vya magari. Kabeabea aliachiliwa kwa bondi ya shilingi milioni mbili au dhamana ya shilingi milioni moja pesa taslimu. Taarifa kamili ni kwenye makala ya Mizani ya Haki. Mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya kukabiliana na bidhaa ghushi Josphat Gichunge Kabeabea leo alifikishwa mbele ya hakimu mkuu Selisa Okore wa mahakama ya Milimani ya kushughulikia kesi za ufisadi akikabiliwa na mashtaka ya kupokea hongo kwa mujibu wa stakabadhi za mahakama, mnamo tarehe 11 mwezi Novemba mwaka huu, Kabeabea anadaiwa kupokea hongo ya zaidi ya shilingi milioni sita kutoka kwa mfanyabiashara Duhisheng ili kuzuia kukamatwa kwake na kufikishwa mahakamani kwa kuuza vipuri ghushi vya magari mashtaka hayo yanafichua kuwa aliitisha shilingi milioni tano, milioni moja na shilingi laki tatu za ziada na kupokea shilingi elfu mia moja na arobaini na nane na mia tano kupitia nambari ya simu ya mtu mwingine kwa jina Ntori Erastas Kaibi. Kabeabea anakabiliwa na kosa lingine la kupokea fedha kwa njia ya udanganyifu kinyume cha sheria ya kukabiliana na ulaguzi wa fedha. Kabeabea alikana mashtaka hayo. Mahakama ilimwachilia kwa bondi ya shilingi milioni mbili au dhamana ya shilingi milioni moja pesa taslimu. Aliagizwa awasilishe pasipoti yake mahakamani na akazuiwa kuwasiliana na mashahidi au kuingilia ushahidi ili kudumisha uadilifu wa kesi hiyo inapoendelea. That the accused person shall be released on a bond of Kenya shillings 2 million with one surety, of a similar amount or cash bail of Kenya shillings 1 million. Hakimu uh, Okore pia alipinga marufuku mjadala wowote kuhusu kesi hiyo kwenye vyombo vya habari. That the accused person and all the parties shall be and are hereby barred from interfering with the witnesses in this matter. Number five, that the parties are also barred from making any adverse or negative commentaries or social media coverages that are meant to derail the merits of this case pending trial and uh, determination. Litua Deborah Darubini.